Habari, ni mimi tena Director Nexmo3D na wakaribisha katika msimu mpya wa podcast yetu ambayo inafahamika kwa jina la Safari ya Dar es Salaam. Hii ni podcast ambayo itakuwa ni podcast ambayo itaelezea historia za vijana mbalimbali ambao wanatoka mkoani kuamini kama Dar es Salaam ni sehemu ya mafanikio, ni sehemu ya mapambano. Nawakaribisha katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok, YouTube. Njoo pale mjini YouTube ni follow kama Director Nexmo 3D. Ukiingia katika YouTube yangu Director Nexmo 3D utakuwa wa kwanza kuiona podcast yetu ambayo inakuja soon, inaenda kwa jina la Safari yangu ya Dar es Salaam. Una changamoto nyingi nyingi nyingi, nadhani tutapiga stori nyingi nyingi na vijana mbalimbali wa Kitanzania ambao wametoka sehemu mbalimbali mkoani wengine wametoka Dodoma, wengine wametoka wapi, sehemu mbalimbali za Tanzania, kuamini kwamba Dar es Salaam ni sehemu pekee kabisa ambayo wanaweza wakafanya maisha yao na kuendelea na kuendelea. na ni mimi tena Director Nexmo 3D. Na nawakaribisha katika msimu mpya wa podcast yangu inaoenda kwa jina la safari ya Dar es Salaam.